Wakati unamvumbula mpenzi wako mara kidogo kidogo, utasikia na kwambia subiri bebi, ngoje kidogo nende chuoni nkakojoe. Mkataze, mwambie kojoa hapo hapo. Unajua wanawake wengine, mtawalaumu wanaume wenu, mtalaumu waume zenu kwamba hawawafikishi kileleni, kumbe wewe mwenyewe ndio hujiachii ukafika kileleni kando na kwamba akili yako huitulizi pale, ifuate jambo moja, usikilizie ule utamu, ujisaidie wewe mwenyewe kufika kileleni, wewe ndio wa kwanza. Unafikiria mambo hamsini kwenye kichwa chako kimoja, alafu unasikia kukojoa, unajizuia kwamba naogopa labda nitakujua kitandani, unakatiza stimu, unakwenda chooni. Unapofika chooni, hakuna mkojo unaotoka. By the way, ukiji ukijitathmini ama ukijirudi, mara nyingi ambazo umemstopisha mume wako wakati wa kuvumbula kwamba unasikia mkojo jamani, hata ukaenda chooni, huwa mkojo huwa hautoki, kwa sababu huwa husikii mkojo. Kwa hivyo mwanamume, unaposikia mke wako amekustopisha kwamba nasikia mkojo Mwambie kojoa kitandani, hiyo momentum yaingiza toa, usistopishe, mwache akojoe kitandani. Maanake siku zote, mwanamume, zingatia kumtoa mke wako maji. Sasa utajua baadaye, we ukishafika kileleni na yeye ameshatoa hayo maji, kama itakuwa ni mikojo utajua baadaye, kama yatakuwa na rangi, harufu ama yatakuwa tu meupe yasiyo na rangi. Jamani, mwanamke hebu jiachie jamani. Unapokuwa chumbani na mumeo, jiachie, mtoto wa kike, furahia lile tendo linalofanyika lina pale. Ukisikia kukojoa, kujoa. Ukitaka kupiga unyende, piga unyende. Ukijisikia kupiga kelele, piga kelele, lakini usimstopishe mume wako ati kidogo mpinzi, toa kidogo, nataka kwenda chooni. Kojoa hapo hapo kitandani. Na ndio maana nakushauri kabla ya kupanda kitandani ama kabla ya kuanza kuvumbulana, hakikisha nyote wawili mnakwenda chooni mnakojoa, make sure you empty your bladder, ili visababu kama hivi visijitokeze. Wewe mwanamume unataka kukojoa, lakini yani hauwezi kushusha wazungu kwa sababu unasikia mkojo. Sasa inakuwa vigumu wewe kukojoa, inakuwa vigumu sana wewe kushusha wazungu. Inabidi ule mchezo uwekee kidogo, uambie kwanza, ngoja nikimbie chooni, uende ukakojoe urudi. Mwanamume mwanamke, unahitajika kujiachia. Mtoto wa kike, unapokuwa faraga na mume wako, unaofia kwamba anaweza kukojoa kitandani, ngoja kidogo nkakojoe, hakuna. Ukisikia kukojoa, mama, kojoa kitandani, si vibaya. Mumeo akikuita we nkikojozi, lakini atajua ni ile shughuli iliyopitiza, atajua ule moto aliyokupelekea ndio imefanya wewe ukojoe kitandani, alafu baadaye ndo mtanu, mtanusa mashiti kama yananuka mikojo, ama ni maji tu ambayo ni kusquat, kwa sababu wanawake wengine